Karibu sana karibu sana kwenye kliniki ya afya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo tokea Mwanza. Nakuletea mada inayosema mpenzi asiyejua la kufanya kitandani hata kupenda, mpenzi asiyejua la kukufanyia kitandani hata kupenda. Well, mada hii imetokana na mtu ambaye amenitumia message WhatsApp leo akionyesha kuhusika kwake jinsi mpenzi wake anavyopata shida sana kufika kileleni, na anasema dada huyu ni mzuri sana kwa sura, akimwangalia, akamtumia mpaka picha yake, lakini nafikiria kuachana naye sasa. Kutokana na kutokujua kitu ambacho unapaswa ukifanye kumfanyia mwenzio ili afurahie kufanya mapenzi na wewe, ni rahisi sana kukuacha au kuchepuka. Ni kama vile umenunua gari jipya, unaliendesha vizuri nanininani na nini. Baada ya miezi mitatu, kidogo barabarani, limezimika hujui kwa nini limezimika. Utakachofanya nini ni kumuita fundi ambaye anaweza kujua kitu gani kimesababisha gari izimike katikati ya barabara, wakati ulikuwa unatembea. Mafuta yamo, kila kitu kimo, lakini gari limezimika, hujui ni kitu gani kimeharibika, unaenda kumuita fundi. Kadhalika mwanamke ambaye ana mwanaume ambaye anaona mwanamke ambaye ninaye, ni anapata shida kufika kileleni, atamtafuta fundi ambaye itakuwa ni rahisi kufikisha kileleni. Na ndio hiyo inasababisha wanawake wengine wanalamika, mwanaume hawezi akatulia na mwanamke mmoja kule. Mwanamke anajitahidi kwa kadri anavyojua, alafu ameshindwa kufikisha kileleni, anaona kama vile Havai, mwanaume mwanaume kawaida yake, ila hali ya kupenda kujivunia kwamba mimi naweza, mimi naweza, mimi naweza. Huyu ni kawaida ya mwanaume. Pale ambapo anaona mahali ambapo ameshindwa kwa kina inakuwa tishio kwa uanaume wake, na hii ni kesi ya pili kuja usini kwangu ya mwanaume ambaye kwa kwanza anasema ameshaanza kuchepa kwa sababu amekwenda nje, mwanamke anafika kileleni kwa urahisi, o mchumba wangu hafiki kileleni kumbe mchevo wake amejichua sana yee yeah. hajui kwamba mke wake alijichua sana hajui, ndio pia mchezo wa kujichua anapata shida kufika kilo gani, mpaka niwapatie dawa kama dada moja kutokea uh, Singida ye yeah, amekulia getikali ni waislamu lakini ni wale wa getikali. Alikuwa anajichua sana kwa sababu alikuwa haruhusiwi kwenda kutembea kucheza mchezo na wanaume. Nikamtumia dawa, baada ya wiki mbili tu anambia, daktari, mbona nyege zimekuwa nyingi mno? Anyway, hili ni hali halisi nazungumza. Kuna dawa kwa wale ambao wale pia mchezo wa kujichua, masturbation na dawa maalum inaitwa sense drive kuongezea, bila vipokea hisia vingi vinakuwa vimejifunga, vinategemea nguvu ya kujichua peke yake ndio vifunguke, ndio mwanamke anapata urahisi wa kufika kileleni. Sasa madai hayo yahusu wanaume peke yake. Hebu fikiria, mwanaume huyu ananipigia simu, anasema kwamba dokta, nimeumia sana. Nini kimekuumiza? Nimemuuliza. girlfriend wangu ambaye nimekuwa naye huyu mwaka wa pili katika mara zote ambazo tumefanya naye mapenzi nimefikisha kileleni mara ngapi? Akaniambia mara moja, na tumeshafanya mapenzi zaidi ya mara ishirini. Asema nimefikisha kileleni mara hii moja tu. Sasa nikamuuliza huyu mwanamke huyu dada, nikamuuliza nilifanyaje siku hiyo hata kufika kileleni, mwanamke mwenyewe akasema sijui nilifanyaje. Haya, huyu mwanamke ananitumia na message, ananiambia daktari, mume wangu ananiambia kwamba nimwambie nishike wapi nifike kileleni kwa urahisi. Mimi mwenyewe sijui nishikwe wapi mwanamke mwenyewe hajui ashike wapi. Unaweza kuona jinsi gani? Kwa hiyo kumuuliza mwanamke ni kushike wapi ulifikia kileleni, au kumuuliza mwanaume ni kushike wapi usikie raha, zaidi ni kosa la jinai, kwa sababu unapaswa wewe mwenyewe uwe mbunifu, kwa sababu huyo unayemuuliza huyo naye mwenyewe hajui. Kwa hiyo akikwambia kwamba hajui, anajisikia vibaya. Kwa nini? Sijui mimi mwenyewe nishikwe wapi. Anajisikia vibaya kwa hiyo anajua utamdharau kwa sababu hajui ashikwe wapi yeye mwenyewe. Kwa unaweza kuna kisigani ilivyokuwa, ni mtego ni mkali sana huu. Sawa, ni mkali sana kwa hiyo mwanaume anapaswa ajue kwa uhakika maeneo kumi na saba katika mwili wa mwanamke, anapaswa afanye nini na mwanamke, anapaswa ajue ramani ya mwili wa mwanaume una maeneo kumi na manne yenye miisho mingi ameshafahamu, na kila eneo lina ufundi wake, ajui kila eneo anafanyaje. Sasa katika kuangalia vitu ambavyo kuongezea kwenye video ambazo nawatumia watu, nimekutana na video nyingi kidogo, kama hii video ya mwisho kuiangalia, ni kwamba huyu mwanamke uume, mwanaume amelala, baada ya kumaliza raundi ya kwanza amelala, jinsi alivyoweza kumsaidia mwanaume ule kusimamisha uume korodani. Sasa wanawake wengi wanajua tu nyonya ume, lakini korodani hawajui wafanyeje? Sasa korodani, ndicho kiwanda cha nguvu za kiume. Kuna homoni inayotengenezwa kuna, kuna, kuna, kuna kwenye korodani inaitwa testosterone, hiyo ndio inaosababisha umeme utokee. Unasikia? Kaishiwa power, kaishiwa power ni kwamba ile kiwanda akijatoa nguvu za za akijasisimuliwa vya kutosha Kikatoa pawa, nakaishiwa pawa. Mwanamke <laughs> anyway, anaanza taratibu ame <laughs> kwanza, ameanza kwa kushikashika yale mapaja <laughs> sasa, sasa, hili dudu la mwanaume kwa sababu limesinyaa, inaonekana kama vile ina govi haijakataliwa, inaonekana kama vile ina govi kwa sababu kamesinyaa Unaona bwana? Sasa alipoanza lipoanza kuchezea korodani na nini mpaka sehemu ile ya chini, hata kwenye korodani mpaka tundu la haja kubwa, kuna mzizi wa ume pale. Mpaka kote kule anachezea. Anakuja taratibu, anakuja taratibu. Unaona blue anasimama, una kumbe ametahiriwa lakini una una kwa sababu kimesinyaa sana inaonekana kama vile govi, hajatahiriwa. Mpaka ume unasimama unakuwa umedinda vizuri kabisa. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani ilivyo huyu mwanaume kama hajawahi kutana na mwanamke ambaye alikuwa na uwezo huo wa kumsaidia asimamisha mara ya pili, ya tatu, ya nne. Atamwona huyu mwanamke ni wasamani sana. Sasa akigundua kwamba mke wake alishindwa hilo, kwa nini asiendelee na huyu mpaka azaa naye ili amzuie asiende kwa mwanaume mwingine? Sasa hii ni kesi nimekutia kwenye video iliyopita. Dada mmoja kutoka Zanzibar kaacho, ananiambia nimeachwa mwanzoni wa mwezi huu wa 11, nimeachwa. Na mwanaume kaniambia kwa nini ameniacha? Kwa hiyo wewe unasubiri kuambiwa kwamba hujui itakupoza? No, no, no, no. <laughs> No. Uh, katika rafiti ya wataalamu wa mapenzi mwanamke mmoja alisema hivi okay, kwa Kiingereza: I am not very active, I don't know what will make his experience more enjoyable. Anasema hivi mwanamke, kwa Kiingereza anasema hivyo. Kwa Kiswahili anasema hivi, asema mimi huwa sijishughulishi sana wakati wa tendo la ndoa kama mwanamke, sijui nifanyeje ili mwenzangu afurahie sana tendo hili, sijui naona kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yanapaswa yafanyike. Lingine spidi ya kumwandaa huyu mwanamke uliye naye, usimwandae kwa haraka haraka sana sabutukunataka una nyege nyingi sana unaona no, kwamba haraka arakalake li nimtie, unaenda taratibu. Huu ni wako, unaenda wapi? Unaenda wapi? Kwenye hizo video utaweza kuona jinsi gani mwanaume anavyoanza naye wakati wamesimama wawili, hizi video mpya ambazo nimeziandaa mwanaume wamesimama anavyompa denda kwanza, wakati wamesimama sawa <laughs> so, anavyompa denda, alafu mkono mwingine anauingiza kwenye uchi wa mwanamke, mkono mwingine <laughs> ameweka pale, mwingine anampa denda huko, na finya yale makalio. Una, unapenda makalio makubwa, lakini <laughs> hata kuyachezea huyajui, tatombea wao. Yeye anakuambia kila mwanaume anapenda makalio makubwa

il no, vile vichecheo vinaanza kumiminika kwenye mfumo wake wa damu, vikiwa vinamiminika sawa. Sikiza ule mwanamke mmoja alivyozungumza hapa, akasemaje? Mume wangu anamaliza haraka, sawa. Alafu yeye akishaingia tu ameshamaliza hata kabla mimi sijaloana. <laughs> hata kabla sijaloana mwenzangu ameshamaliza naweza kuona huyu mwanamke analalamika. Sasa hili mwanaume, hutaambiwa hutaambiwa ili jambo kwamba uniandai kwa muda wa kutosha. Kwa hiyo asilimia sitini na saba ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni kumbe hawajafika kabisa. Anakuzomea, lakini baby we mtamsa <coughs> yani, unavyonitia siku hizi naona raha kweli. Kumbe anakuzomea wewe, ujui unazomewa. Kumba ujui. <laughs> Nime kumbuka ujui moja, nimpeleke Alex, nimekumbuka nimekumbuka story fan kutoka somba wangu. Huyu dada anasema, namwambia namwambia, Mungu wangu nichezee kisimi hivi, nichezee hivi. Anasema, ah, bwana mimi niache, bwana niache. <laughs> Niache bwana. Anasema nikatafuta msela, msela bwana anajua kuchezea kile, ana kilamba ana kilamba kisimi, nasikia utamu nikakutana na msela anajua kutia. Unajifanya maeneo kumi na saba huyajui, alafu una tatizo la kuwahi kumaliza, alafu kurudia huwezi, alafu hapo una kibamia kimepinda kama ndizi ikaleta shida sana. Mwanamke mmoja akasema dokta, Kabla sijaolewa huyu mwanaume ambaye amenioa sasa hivi, tulikuwa tukifanya mapenzi, akirudi nyumbani ananisifia kweli no, mapenzi, anani anani anani anani mapenzi kila siku. So, so, yale ambayo alikuwa anakusifia ameshayazoea sasa so, unafahamu mambo manne katika mambo kumi na manne unakurudia yale yale, huna jipya, huna la tofauti la kubadilisha, ameshazoea sawa. Akishazoea haoni tena faida yake, haoni nikamtumia hizo video. Sasa mume wake kaamishiwa kikazi Dodoma, makao makuu ya serikali, kamfuata huko. Nimemtumia video wakati hajaenda, alipoenda, hadi sifa hizo alizomiminiwa Akasema sitaki urudi nyumbani. Alikuwa ni mwalimu ni mwalimu yule dada, sasa alikuwa ameenda likizo, akasema sitaki, mwanaume anamwambia sitaki urudi nyumbani, baki huko kwa Dodoma. Unaweza kuona jinsi gani ilivyo ile badilisha mwelekeo. Unaweza kuona kwa haya ni mambo ambayo nazungumza hapa, unaona kwamba ah, daktari. Mwanaume mwingine akasema na wanawake wengi, anasema anasema wanawake wengi atachezea tu dudu lakini unazisahau kolodani, dokta waambie Wasahau anawasahau korodani. Sasa mwanaume mwingine akasema katika tafiti ya madai fupi. <coughs> Akasema daktari, wafundishe hawa wanawake jinsi ya kupatia uume msuguano wa kutosha; sisi wanaume tumeshapitia mchezo wa kujichua. Kwa hiyo, kama naingia kwenye uke wa mwanaume sipati msuguano mkubwa, automatically anajua uke wa mke wangu umetanuka, umetepeta, hauna raha tena. Kwa nini siende nje? Unaweza kuona jinsi gani ilivyo ngumu, na ni kweli ukishazaa lazima uke utatanuka. Sasa kuna ile njia ya kuufinya uume kwa kutumia uchi wako wa kike, inaitwa pompaya. Pompaya ni staili ambayo imesifiwa sana na wanaume katika tafiti fupi niliyofanya. Mada hii, anasemaje huyu mwanaume mmoja? Anasema hivi, anasema hivi, inapofanyiwa hivyo na mwanamke, hiyo pompaya, yaani ni sawasawa na kufanya mapenzi kinyume na maumbile, kwa sababu so, anapofanya kinyume na maumbile ile ule, sehemu ya nyuma ya haja ya, ya, ya, ya, ya, ya kubwa haitanuki kama uke unavyotanuka, napata msuguano mwingi. Ndio maana mwanaume akishaanza kwenda kinyume na maumbile na wanawake wa mchepuko atauleta mpaka nyumbani kwa mke wake. mke wangu nataka na nini? Kwa sababu ameshaona utamu kule nje, na asilimia kubwa ya wanaume sasa hivi wameanza kutaka kinyume na maumbile. Sasa, mwanamke usisubiri uombe kinyume na maumbile, itakuponza, ina madhara yake. Ina madhara yake. Kuna video nimezungumzia madhara ya ku, kwenda kinyume na maumbile iko hapa na video zaidi ya elfu mbili na mia tano kwenye hii channel. Video kama mbili nimeshazungumzia ya madhara ya, ya mwanamke ya na, ambaye anaingiliwa kinyume na maumbile. Kwa haya ni mambo ambayo uh, uh, yanapaswa yafanyiwe kazi, lakini kingine ambayo nimekutana nao katika maandalizi ya mara hii, nasema hivi, kwa kuwa ni rahisi kwa mwanaume kufika kileleni, wanawake wengi wanakosa muda wa kuonyesha ufundi wao, kwa sababu mwanaume akishamaliza tu raundi ya kwanza na hawezi kurudia, anajua mimi sitaweza kurudia, analala, kwa hiyo wanawake hawapewi nafasi kubwa ya kuonyesha ufundi walionao na kwa sababu wanawake wengi na wenyewe hawajui jinsi ya kumsaidia mwanaume arudie mara ya pili ya tatu ya nne. Kwa hiyo mwanaume akimaliza mara ya kwanza anamaliza. Kwa hiyo mwanamke atajikuta kwamba kwa sehemu kubwa, hata kama akiwa na ufundi anashindwa mahali pa kufanyia kazi. Sasa napenda kukwambia kwa video hizi mpya, sawa, utaona mwanamke anavyoweza kumsaidia mwanaume arudie mara ya pili, ya tatu na sio moja, hiyo za video Yani, anavyoenda taratibu, hana haraka, huyu mwanamke hana haraka kabisa, yani anavyomwandaa huyu mwanaume mpaka anaudia mara ya pili, anavyochezea korodani yani, nikasema jamani! <laughs> wanawake wengi wanajiona kwamba wanajua, kumbe hawajui. Hiyo ni jambo ambalo napenda kuambia kwamba utakuwa umesababisha mwenzio uliye naye, awe ni mwanamke au ni mwanaume, apunguze mapenzi kwako katika eneo hili, pale ambapo hujui mambo ya kumfanyia ya kutosha unajua machache lakini, sio yanatoa, hayatoshi ili huyu mtu kila anapata hamu ya tendo la ndoa awe anakuwaza wewe. Hii ni kliniki ya afya mapenzi. Kama unataka kuangalia video, maelekezo yako hapo chini. Ukitaka shuhuda zote ambazo wamefaidika na hizo video, ingia kwenye page ya Instagram imeandika hapo chini. Na wewe unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, tafadhali sana, subscribe, ili uweze kupata mafundisho mengine yanayokuja kwenye video inayokuja. Bye, bye.